Jinsi ya kufanya malipo kwa mitandao ya simu. Kwa mtandao wa Vodacom, piga nyota 150, nyota 00 l. Chagua lipa kwa M-Pesa. Chagua weka namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni ambayo ni 360198. Na ingiza kumbukumbu -kumbu namba ambayo ni namba ya simu uliyosajilia, ingiza kiasi cha kulipia, ingiza namba ya siri Chagua moja kuthibitisha malipo. Kwa mtandao wa Mix piga nyota 150, nyota 01 le chagua lipa bili. Chagua ingiza namba ya kampuni, ingiza namba ya kampuni ambayo ni 360198. Na ingiza kumbukumbu -kumbu namba ambayo ni namba ya simu uliyosajilia, ingiza kiasi cha kulipia, ingiza namba ya siri Chagua moja kuthibitisha malipo. Kwa mtandao wa Airtel, piga nyota 150, nyota 60 leli, chagua lipa bili, chagua enter business number. Ingiza namba ya kampuni ambayo ni 360198. Na ingiza kumbukumbu -kumbu namba ambayo ni namba ya simu uliyosajilia, ingiza kiasi cha kulipia, ingiza namba ya siri. Chagua moja kuthibitisha. Kwa mtandao wa Halotel, piga nyota mia hamsini nyota nane nane leri, chagua lipa bili, chagua weka namba ya biashara, ingiza namba ya kampuni ambayo ni 360198, ingiza kumbukumbu kumbu namba ambayo ni namba ya simu uliyosajilia, ingiza kiasi cha kulipia, ingiza namba ya siri. Chagua moja kuthibitisha malipo.